Fike mahali, sisi wote tujue umuhimu wa kuheshimu faraga. Ukienda kwenye harusi, ulivovaa, regardless watu wengine wanaonaje, lakini lile vazi lako ni faraga yako na umependa uvae vile unataka, kucheza upande, mzuka upande juu ya meza, uhakikishe faraga yako inaangaliwa, lakini sio kesho ujikute kwenye mitandao unacheza umepandisha nguo na hamnazo kabisa ili watu wawe huru lakini na faragha zao ziheshimiwe. Sasa mkurugenzi amezungumzia majukumu yale makubwa ya tume, mimi nitazungumzia makubwa mengine matatu ambayo e, tuna ni kama kazi zetu. Kazi zetu ni kama kazi zetu, kazi zetu ni kusimamia sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi ile namba 11 ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, lakini tunashughulikia malalamiko, haki ya faragha yako ikiukwa iki sheria imetupa mamlaka kama mahakama ndogo inayojitegemea ya kuweza kushughulikia malalamiko, kutoa maelekezo, kutoa hukumu kwamba kweli huyu amekosewa. Na pale mnapolalamika, tunachokiangalia sisi umeathirika kiasi gani, na kama umeathirika, yule aliyekuwa na taarifa zako akazivujisha wewe ukaathirika, yule atapigwa faini, wewe utalipwa fidia. sasa Makosa mengine ni makubwa. Fano, chuo kama hiki kikatoa matangazo au kikatoa matokeo wakayaweka hadharani, ambayo yakaenda kuembarasi watu wengine. Na wale watu wakalalamika, bwana, mimi chuo makubaliana nao, mimi nalipa ada, napata elimu, kama sijafeli wasinipe cheti, lakini kunitangaza nimefeli na nimefeli vibaya sana, imeniharibia hata kwa mwajiri, nimerudi sijakuta kazi. Nimeathirika na siwezi kuajiriwa kwa miaka 15 ijayo. Sasa tutaangalia kweli uwezo kuajiriwa kwa miaka 15, mshahara uko unapata kwa miaka 15 labda ungepata kiasi gani. Tukithibitisha kweli umeathirika, then tutakusaidia upate hiyo fidia. Mbali na kushughulikia malalamiko tunafanya tafiti mbalimbali mbali ili kuhakikisha ulinzi wa taarifa binafsi na faragha zao unafanywa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kuna teknolojia zinazoibukia. Hapa karibuni kuna mtu hapa aliathirika na ile mikopo ya mtandaoni ya apps zile, wengi sana eh. Sasa na nyinyi, hivi kweli mtu unaweza kupata hela kiraisi hata mtu akujui kweli? Alafu mnajua mlitoa ridha, si ulijaza kwenye kale ka app ukaweka jina lako, wakakwambia tunaomba access ya phone book na picha zako ili usipolipa tuwe tunajua tunawasiliana vipi na wewe, unaangalia tu ile elfu arobaini unayokopa Ukatoa na namba zetu sisi wengine. Alafu wakituma zile namba kwa watu wengine huyu jamani mkopaji sugu tena nitapeli, umeathirika. Kumbe taarifa zako ulijaza mwenyewe na kale kaboksi ukatiki. Kwa hiyo tunafanya tafiti kuangalia hizi app, kwa mfano za namna hiyo. Namna hapo zingine hata hapa. Sasa hivi mtu akikupigia simu hata huna eh, namba yake, lakini itakuonyesha jina lake, si ndio eh? Mnajiona sisi ni wajanja sana lakini kumbe pale umeiruhusu. Unapoitumia wanakuambia unaitumia bure, si ndio? Amna kitu cha unapo bure, unapoitumia bure yeye anakusanya taarifa zako. Kwa hiyo mtu mwingine akiitumia ile, hapo hata kama hayuko kwenye phonebook yake, inampatia jina lako. Kwa hiyo imepeleka tena taarifa zako kwa mtu mwingine, lakini inachukua na vitu vingine humo ndani kwenye simu yako, zikiwepo zile picha, design za kila aina, zile za nyimbo za kuabudu na kila kitu. Si nyingi mnazo kwenye simu zenu eh? Nafikiri mmenisoma wengine mmenuna lakini ni ukweli. Sasa tunapozungumza taarifa binafsi nafikiri mmejiuliza hapa ni zipi. Nimesema kuna siri binafsi na taarifa binafsi, ndiyo. Siri binafsi ni yale mambo yako unayofanya ambayo hutamani mtu mwingine aweze kuyajua. Hata akiyajua asijue ni kwa kiwango gani. Lakini taarifa binafsi ni zile ambazo wewe unahitajika uzitoe ili upatiwe huduma. Taarifa hizi ni zile ambazo zinaweza kukutambulisha wewe kama wewe, jina lako, jina la ukoo, labda elimu yako, unakoishi. Si mnaikumbuka postcode eh, ambayo inaeleza mpaka nyumbani kwako? Hizi ni taarifa zako binafsi ambazo zisipokaa vizuri mahali zikalindwa kila mtu hapa anajulikana, hata jambazi akitaka kuja kwako anajua. Lakini kuna taarifa zingine, mfano simu zenu nyinyi, huwa mnaziacha kwenye location inakuwa on saa zote, si ndio? Location of your presence ni taarifa binafsi, sina zingine ila, hapo inakwambia kwamba vipi, si sasa hivi unaenda darasani au u, unaenda Nyegezi, si hamjapataga hizo message kwa wale mnaotumia Google, si mnapataga hizo message eh? ni kwamba zile zimekusanya taarifa zako, na wewe umeacha location yako wazi. Kwa hiyo, the presence where you are, ile simu inajua <mulia>